Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar Balozi Seif Iddi ametoa wito kwa wafanyakazi wa hospitali Abdallah Mzee mkoani kuhakikisha wanatoa huduma bora kwa wagonjwa. Rayahmada anaripoti zaidi. Balozi Sefu amesema kulingana na vifaa vilivyomo katika hospitali hiyo ni fursa kwa wafanyakazi kuitumia taaluma yao kufanya uchunguzi wa magonjwa tofauti, ili wananchi wanaishi nje ya kisiwa hicho wavutike na huduma anazozitoa. Akizungumza na wafanyakazi wa hospitali hiyo, Balozi Seif ameusisitiza uongozi wa Wizara ya Afya kuhakikisha dawa za kuchunguza maradhi katika kitengo cha maabara zinapatikana kwa wakati, kwani kitengo hicho ni muhimu na ni cha kwanza katika utoaji wa huduma kwa wagonjwa. Akitoa ufafanuzi wa masuala yaliyoulizwa na wafanyakazi hao Balozi Seif amesema serikali ina mpango wa kujenga bloki nne za nyumba za madaktari katika eneo hilo wanapohitajika kutoa huduma kwa wagonjwa huwe wa rahisi kupatikana. Sefu amewambia wafanyakazi hao kwa eneo hilo ni sehemu ya utoaji wa huduma za kijamii, na wanachopaswa kukifanya ni kutumia lugha nzuri katika utoaji wa huduma na sio kuhubiri siasa na kusahau wajibu wao. Akitembelea hospitali hiyo, Sefu amepata maelezo juu ya utoaji wa huduma katika vitengo tofauti. Hizi mashine ni new technology kwa kwetu, kwa hiyo zinapaswa kwa vijana ambao tuliokuwa nao hapa wapate short training ili waweze kuwa kuweza kujua kuzitumia vizuri na kufanya mambo ya troubleshooting, kama kuna matatizo ndani ya mashine waweze kupia mapema. Balozi Seif amekagua bandari ya Mkoani na kutaka uongozi wa shirika hilo kuvitunza vifaa na kudhibiti uingiaji wa abiria katika vyombo vya usafiri wa baharini ili kulinda usalama wao. Naye meneja ya shirika la bandari tawi la Pemba Hamadi Salum Hamadi amesema wanaendelea kuimarisha bandari hiyo ili iwe na uwezo wa kutoa huduma za kushusha makontena katika gati hiyo. <coughs> Kutoka Kiswani Pemba, Raya Ahmada, ZBC.